Chama cha wafanyakazi majumbani jijini Dar es Salaam kimesherekea siku ya Mei Mosi, huku kikilia na tabia ya mabosi kuwalaza stoo, jikoni na kwenye mazizi ya ng'ombe. Hayo yamesemwa na katibu wa chama hicho, Wagala Shungu, walipozungumza na Mwananchi Digital. Wagala amesema kuwa kutokana na hilo kuna haja serikali kuridhia mkataba namba 189 ambao pamoja na mambo mengine utawapa haki ya faragha kundi hilo ambalo limesahaulika kwa muda mrefu. Tunapenda sana serikali yetu iridhie mkataba namba 189 kwa sababu huu mkataba una vitu vingi muhimu. Uh, kwenye sheria zetu havipo. Kwa mfano kazi za majumbani au sehemu za kazi za majumbani hazijatambuliwa kama sehemu za kazi, kwa maana kwamba maafisa wa kazi hawana uwezo wa kuingia moja kwa moja na kukagua kwenye makazi ya watu ambao hawa wafanyakazi wa majumbani kwao wao ni sehemu yao ya kazi, lakini pia kuna haki yao ya faragha, haki sehemu safi ya kuishi bila kuchangamana na uh, vitu vingine, kwa sababu hawa wafanyakazi wamekuwa wakichangana na majiko na zizi la ng'ombe na vitu vingine kama hivyo lakini pia mkataba namba mia themanini na tisa umewatambua wafanyakazi wa majumbani wanaoenda kufanya kazi nje ya nchi yetu, kwamba tunaita wafanyakazi wa, wa hamaji. Kwa hiyo mkataba namba mia themanini na tisa ni muhimu sana kwa hili kundi lililosahaulika la wafanyakazi wa majumbani. kazila naiat na mfanyakazi wa majumbani upikia as changamoto tunazozipata katika kazi zetu ni kazi ambazo ni ngumu. Unaamka asubuhi sana, unalala usiku na kazi. Unapoamka toka asubuhi ni kazi, upate hata muda kupumzika. Muda mwingine hata inapilu nangia uende kufanya kazi. Kwa hiyo tunaomba sana watupunguzie kwanza kazi, tupate hata na muda wa kupumzika walau kwa siku. Changamoto zingine tunazipata pale mwajiri, utakuta unafanya kazi lakini anapofika anaweza akakufokea akakwambia, kwa nini hujafanya kazi hii, kwa nini hujafanya kazi hii no. na muda mwingine anakuachia mtoto pengine msumbufu, mtoto analia, anafanya nini, nashindwa atakufanya kazi, unashinda kutwa nzima umebeba mtoto kazi zingine unakuta hujazifanya, kwa hivyo yeye anapokuja haelewi chochote, kama vile ulikuwa na mtoto tu. Kwa hiyo anafikia tu kwanza kukufokea, na mara nyingine anakukupiga kabisa. Na muda mwingine utakuta uh, kama uko pale nyumbani, chumba chako kinakuwa hakitaminiki, umo umo, pengine ni jiko anapikia, viombo vichafu, nguo chafu za kwao anaweka umo, lakini wewe ndo anakuweka kama ndo chumba chako cha kulala. Okay. Na vingine hata chakula chakula, utakuta wenyewe wanapika chakula cha kwao, pengine na mume wake na familia yake, we wanaweza kakuambia we, maliza kazi zingine zote, chakula chako kiko sehemu fulani, au andaa chakula chako, au wenyewe wanakutengea chakula chako pengine. Kwa hiyo wenyewe kila kitu ni peke yako tu wewe, mradi tu kazi zao ufanye. Ukifanya tu kitu kibaya, basi ni kosa. Ukifanya kizuri, hawezi kupu, kupongeza lakini lawama ndio kinakuwa kitu cha kwanza kabisa. Kwa majina, naitwa Mwamtumu wa Damu, natokia Dar es Salaam, ni mfanyakazi wa majumbani, na binafsi, kama sisi wafanyakazi wa majumbani ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine. Cha kwanza, tumeomba serikali lizie mkataba namba 189 wa haki za staa kwa wafanyakazi wa majumbani. Pia vilevile vile, tunaomba viwango vya mshahara viongezwe, isiwe kuanzia elfu sitini Angalau wata kwenye laki na kuendelea, maana hiyo ni ndogo sana. Chengine pia nawaomba waajili wawathamini wafanyakazi wao na nawape kipaumbele. Ikiwezekana kila mwajili amchukue mfanyakazi wake ampeleke VETA, akasome ili mradi apate elimu iliyokuwa bora na apate thamani katika jamii. Chengine sisi wafanyakazi wa majumbani tunazalaulika kwa sababu wanaona kama kazi za majumbani si kazi, lakini sisi tunasema kwamba sisi bila wao hawajaa wao, maana sisi ni kila kitu katika jamii. Mtu anatoka anaenda kazini, ana uhakika kwamba nyumbani kamwacha mfanyakazi ambaye ndio kila kitu, anatoka asubuhi na rudi jioni, akija anakuta nyumba safi, watoto wako vizuri, wamekwenda ipo. Tunaomba tuheshimike na sisi kama si wafanyakazi majumbani, tujitathmini na tujikubali.